Kwa siku saba mlizokaa hapa mmefanya kazi kubwa, na kazi yenye thamani kubwa imeonekana kutokana na kambi hii ya kuendeleza dini, elimu, uchumi. Nimepita nimeona mradi wa ufugaji mbuzi, nimeona mradi wa mabwawa ya samaki ndio mmeanza kuyachimba. Nimepita katika mradi wa madarasa, lakini pia nimepita na nimeona mradi wa shamba la miti ya mikorosho. Yaani inatuonesha kwamba dhahir, maendeleo ya Waislamu tutafanya sisi waislamu wenyewe. Kwa hiyo mlichokifanya nyie hapa mmefanya kitu kikubwa cha kuwekeza katika dunia na ahira. Hizi majitimai, kambi za elimu zinasaidia sana kutujenga sisi, lakini pia tunadhihirisha kwamba Tanzania ni wamoja. Tanzania ni wamoja. Ni wamoja, hatuna ubaguzi wa Tanzania. Leo tumepata wageni kutoka Zanzibar, kutoka Tanga, wamekuja Singida hapa. Tumepata wageni kutoka Mwanza, Tabora, Kigoma. Ni ndugu zetu katika imani lakini ni ndugu zetu kwa Tanzania wetu, umoja wetu huu fundishwa ndani ya Qurani, lakini pia katika taifa letu viongozi wetu wanapita kila sehemu wakinadi amani, wakinadi umoja wa Tanzania, wakinadi tusibaguane, sisi sote ni ndugu, sote ni Watanzania. La pili, nipende kuwaasihi sana ndugu zangu kujijenga kiuchumi uchumi ndo kila kitu, inji ndo maana leo tumepigiwa hisabu hapa we, kama hamje kuwepo nguvu kazi tuseme, tutatumia fedha, tungetumia milioni mia tatu kumi na nne na, na zaidi. Kwa hiyo tafsiri yake ni nini? Mgekuwa hapa tunawalipa, ukigawa kwa watu elfu moja mia mbili ishirini na tano mae imehuaua singil aetalia kichwani manakesingil katiisha kakweu singilabilishatanallahi ongereni sana, tukipatiwa na Manyara, Dodoma, Kigoma, Tabora, tano bora waha. Jamani, ongereni sana. Mwenyezi Mungu awatie nguvu sana, namwonelee kutumikia. na tamasha hili lililenga zaidi shughuli za kiuchumi pamoja na uendelezaji wa kituo kwa maana ya ujenzi wa shule inayotarajiwa kuwa ni sekondari na mafunzo ya amani. Naitwa Muhammad Ali Kawanga. Kwa tamasha letu la hapa Chungu tumezindua, ni tamasha la kipekee na ndio tamasha la kwanza katika nchi hii kuja Waislamu nchi nzima kwa ajili ya kuanzisha tamasha la uchumi ili kuwafanya Waislamu wawe na moyo na fikra za kiuchumi ili kujiletea maendeleo yao. Kwa hivyo lengo kuu la tamasha letu hapa Chungu Singida ni kwa ajili ya kuanzisha miradi ya kiuchumi kwa nguvu zetu, na tumeona kwa kutumia nguvu zetu tumeokoa milioni mia tatu na kumi na nne na laki sita na kidogo ambazo kazi tulizozifanya zina gharama kama tungetumia pesa tungetumia milioni mia tatu kumi na nne na laki sita kwa laki... Majina naitwa Latifa Huseni Ali, natokea Dodoma, almaarufu Mrs Tosiri. Sisi tulikuja kwenye tamasha, alhamdulilahi mambo ni mazuri, tumeishi vizuri, tumeishi kwa upendo. Kiukweli yani mpaka najisikia uchungu kuagana na wenzangu yani roho inaniuma sana. Alhamdulillahi, watu wamejitoa kwa mali zao, kwa nguvu zao, kwa ajili ya kupeleka mbele Uislamu. Wewe ni nani mpaka usifanye hivyo? Kuna watu maskini jamani. Waislamu tutoke tupambane, hakuna pepo rahisi, pepo ni ngumu jamani, tutoke tupambane kwa ajili ya Allah. Um, na hizi kazi tunazofanya hapa ni moja ya mazoezi. Um, nahisi nafikiri hata mwili wangu umekaa vizuri sasa kutokana na hizi pilika pilika tulizokuwa tunafanya. Ha, kwa majina mimi naitwa Yusuf Nikolaus Kambale ni amiri wa kamati ya kueneza Uislamu kutoka mkoa wa Rukwa. Nimesafiri hapa kwa shilingi laki moja na ishirini kwenda na kurudi. Nauli yangu mwenyewe. Nimelala chini ya sakafu hapa, nimepigwa na baridi. Niko willing kabisa kwa sababu najua matarajio yangu ni Allah ndiye atakayenilipa ili niache athari hapa duniani kwa ajili ya kushughulikia jamii. Ndio lengo la Muislamu ameletwa hapa kushughulikia jamii. Tumekutana hapa ni uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na yaliyotokea hapa ni mambo ambayo yamefanya watu wote waliofika kwa siku saba wawe kama ndugu kwa kweli. Ni tamasha ambalo limetushikamanisha lime mikono na kuondoka, hivi tunaagana, kila mtu anagumia mwenye mwe, moyo amesikitika, hasa wana, wenyeji wanatamani watubebe majumbani kwao na sisi wageni tunatamani watu wabebe majumbani kwetu. Kwa hiyo ni furaha aina yake, yaani, kwanza mimi kama mimi na furaha kubwa kwanza, moyo wangu tu wenyewe sihitaji hata kusikia kama tamasha limeisha. Natamani natama, natama, tamasha liendelee, kwa sababu kazi hizo, juhudi iliyokuwepo ya Mwenyezi Mungu ni kubwa, kwani tunafuata nyayo za Nabii Muhammad aliyofanya juhudi kujenga nani msikiti, akiwa na maswahaba wake, na sisi tunafuata nyayo zake zile zile za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumekaa siku nane, imefanya kazi nzuri sana, tumebeba mchanga wanaume amefyeka hakuna ambaye hakufanya kazi hapa, kutokana na masuala ambayo mnyezi, ya Mwenyezi Mungu ambayo tunatakiwa tuyafanye. Kwa hiyo kwa yoyote ambaye yuko mnyumbani ambaye hatambui tamasha hili, tunamuomba mwakani afika katika tamasha hili. Msiangalie taasisi, angalieni kalima ya la ilaha illa Allah Muhammada ya Rasulullah. Kwa majina naitwa Zubaida Ibrahim natokea Kigoma Magharibi, nawakilisha wakufo wa kutokea Kigoma. nimejisikia raha na furaha sana kuhudhuria tamasha hili la Singida, na kwa mara ya kwanza ninahudhuria hapa Singida, na washauri wasichana wenzangu wa mama wenzangu na wababa na vijana wengine waweze kuhudhuria tamasha lijalo hapa, kama likiwa Singida au mkoa mwingine.